Dkt. Tulia amesema hayo wakati akabidhi nyumba kwa familia Tupakisye Sanyamba huku Esther Kyanula kabidhiwa bati na pesa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba yake iliyoungua moto. Halo, sisi kama jamii lazima tujifunze kushirikiana. Wewe usikae nyumbani unamwaga na chakula kinalala mpaka kesho yake, wakati jirani yako ana njaa. Tujifunze kusaidiana, kusaidia mtu si lazima na kikubwa sana. Kwa hiyo jambo hili ambalo mmelifanya katika mtaa wetu mmefanya jambo kubwa. Kama mwakilishi wenu, mi nawashukuru sana, na kama mnavyoona leo nimekuja ili tushirikiane moja katika jambo hili kubwa ambalo kimsingi mlianzisha ninyi. Pamoja na kusema hayo, leo tumekuja mchango ambao tulikuwa tumeombwa, ili nyumba hii iweze kukarabatiwa. Kwa maana ya tumeleta mabati, tuliambiwa hapa uh, na inahitajika na fedha ya ufundi tutatoa na hiyo fedha pia ili huyu mama aweze kurejea hapo yeye na mumewe na watoto wake hapa. Kwa sababu ya mzee wetu na mama yetu ambao walipata changamoto kwenye huo mtaa, nyumba yao iliungua kabisa, na wakuweza pia kutoa kitu chochote, na nyumba hiyo iliungua yote. Kwa hivyo sisi tulichukua jukumu kwamba tutawajengea hiyo nyumba. Na sasa nyumba imekamilika. Esther Kyanula na Tupakisye Sanyamba akizungumza mara baada ya kupokea msaada huo wamemshukuru Dr. Tulia kwa msaada huo. Mimi kwa niaba ya familia yangu nawashukuru sana, asante kwa uongozi mzima ambao umekuja kufanya hili tukio, mesaidia maisha yangu kurejea katika nyumba yangu, nilishindwa lakini nyiye mmeniwezesha Mungu abariki sana. Amin. Mungu abariki sana kwa kunitumia hata tabia watoto. Nashukuru wananchi wenzangu wa toka siku ile ya tatizo aliponipata. Asante. Nashukuru sana. Nao baadhi ya wananchi Namshukuru Dkt. Tulia na, na kumwomba kuendelea kushirikiana na wananchi katika nyakati zote. Kama tunashukuru kwa ujio wako kwanza na pia matendo yako unayoonyesha kwa wananchi Mungu akubariki. Kweli ninaamini kwamba mtu mwenye matunda ndio unaopigwa mawe, ni mengi ambayo yatainuka juu yako, unaili kunaili, lakini Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu, na sisi tupo nyuma yako, tazidi kukuombea kwa ajili ya yale yote unayoyatenda. Kutoka mkoani Mbeya, Jacqueline Mwangama, Clouds Habari.